Huu ni uwanja wa Nelson Mandela uliopo hapa Algiers, Algeria. Ndio uwanja ambao kesho mchezo wa kombe la shirikisho Afrika utapigwa hapa kati ya wenyeji CR Belouizdad wakiwakaribisha Singida Black Stars, lakini leo tumepata nafasi ya kuwasikia makocha kutoka pande zote mbili, na tukianza na kocha ya mgeni, kwa maana Angel Miguel Gamondi amezungumzia juu ya ugumu wa kucheza na CR Belouizdad akiwa amefundisha kwenye kikosi hicho kwa misimu miwili iliyopita huko nyuma. You remember, when we play African... Here, when... kama unakumbuka mara ya mwisho hapa nikiwa na Yanga tulipitia mazingira kama haya kwa Afrika. Inawezekana kwenu mnacheza saa tisa au saa nane mchana, lakini hapa mnatakiwa kucheza saa tatu usiku na kuna baridi. Hii ni faida kwao hata hivyo unaweza kujiuliza kwa nini kafu wanapanga mechi baada ya mapumziko ya FIFA. Wachezaji wanachoka kama sisi, imetuletea shida kwa baadhi ya wachezaji kujumuika nao. Unakumbuka hata tulivyokuja na Yanga tulipoteza kwa mabao matatu, hali ilikuwa kama hivyo. Naamini mechi hii tutafanya vizuri, ingawa ni ngumu sana kwa sababu tunatoka kwenye taifa lenye joto na tunakuja kwenye baridi kali huku. Kocha wa Belouizdad Sead Ramovic amezungumzia juu ya ubora wa Clatous Chama na anamfahamu vizuri kwa sababu walifanya kazi pamoja nana kikosi cha Young Africans. Chama is a fantastic player. He played under me. Najua kuwa Chama ni mchezaji mzuri sana na ninajua ni kwa kiasi gani alivyoimara hususan ukimpa nafasi kubwa na muda a lot of space. And hivyo tunajaribu kumpa wakati mgumu, lakini siyo yeye peke yake. Yupo aucho pia, sina hakika kama atacheza, nimepata taarifa kuwa amepata majeraha lakini tumejipanga kucheza na Singida na wana timu imara, sio mchezaji mmoja peke yake. Hayo ni baadhi ya yale ambayo yamezungumza makocha wa timu zote mbili, lakini kubwa zaidi ni mchezo wenyewe ambao utapigwa kesho saa mbili kamili kwa saa za hapa Algeria, ni saa nne kwa saa za nyumbani Tanzania, kutokea uwanja wa Nelson Mandela, Algiers. Mimi ni Gharib Mzinga, Azam Sports.